Kufuatia taarifa zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM anayetambulika kwa jina la Said Kabuga, kudaiwa kujitumbukiza kwenye kisima cha maji na kufariki baada ya kutumia fedha ya ada kwenye michezo ya kubashiri, mzazi wa mwanafunzi huyo amekanusha taarifa hizo na kusema kuwa mwanaye hakuwahi kujihusisha na michezo ya aina hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari leo Novemba 27 mwaka 2025, Mzee Bakari Said Kabuga amesema mwanaye alifariki dunia kutokana na msongo wa mawazo baada ya kuzuiwa kufanya mtihani wa majaribio, hali iliyomfanya kuchukua uamuzi aliyofanya na si mchezo wa kubashiri. Alifanya mtihani wa awali, akafanya mwingine kwa ajili ya kuongeza alama ili ziwe sawa, lakini akakataliwa, sijui kitaalam ni nini, lakini waliufuta kabisa, amesema Mzee Bakari. Ameeleza kuwa wakati w wanafunzi wenzake wakifanya mtihani, marehemu alikuwa chuoni na alijaribu kuomba kufanya mtihani huo zaidi ya mara mbili, lakini mwalimu alimkatalia. Mzee Bakari amesema kuwa tangu aliposhindwa kufanya mtihani, mwanaye aligoma kabisa kurejea chuoni, jambo lililomlazimu kumshawishi na kumrejesha mwenyewe. Na hata hivyo, siku chache baadaye, baada ya kurejea, alipokea taarifa za kifo cha kijana wake.